wakuto wamefariki wakiwa wamekumbatiana. Moto wa ua watoto wa wakili wakuto wamefariki wakiwa wamekumbatiana. Lakini kuna habari inayosema siri chuki za vijana e, siri chuki ya vijana, waziri ataja mambo mazito yanawasukuma kukosa uzalendo kwa nchi yao, haja na falsafa kuu tatu wizarani, e, wizarani anazoamini zitakuwa mwarobaini kwa kutatua tatizo Yuna habari endelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kuna habari inayosema waziri mkuu avalia njuga hujuma miradi ya serikali. E, waziri mkuu avalia njuga hujuma miradi ya serikali, lakini ukatili wa hamia kwa wanaume. E, ukatili wa hamia kwa wanaume, yuna habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe lanipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Kuna habari inaosema serikali Tanzania tumevuna haya kwenye COP 30. Serikali yasema Tanzania tumevuna haya kwenye COP 30. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe, pata nakale yako kwa habari kwa kina, gazeti lako la Nipashe. Tuangazie kwenye gazeti lako, eh, gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele linaanza na habari inaosema kigingi cha Trump kuingia Marekani eh, atangaza udhibiti mkali wa visa, makundi haya kuathirika zaidi. Lakini serikali yatoa kauli. E, wanadiplomasia waeleza athari. E, wataka. Lakini Baba Levo akwa kisiki kuzuia kesi. E, Baba Levo akwa kisiki kuzuia kesi. Lakini watoto wawili wateketea wazazi walazwa. E, watoto wawili wateketea kwa moto wazazi walazwa lakini mapitio mradi wa mwendokasi yalivyoacha makovu e, mapitio mradi wa mwendokasi ulivyoacha makovu. Lakini Ruto avutiwa na Mtanzania kuwekeza e, shilingi bilioni 600 Kenya. Unabadi napatikana kwenye gazeti la Kula Mwananchi kwenye kurasa za mbele partner kale yako kwa habari kwa kina, na tukiangazia gazeti lako la Tanzania leo lenye ukurasa wa mbele na andika, Dr. Mwigulu atoa agizo kufanyika tathmini miradi inayolipwa fedha za awali Dkt. Mwinyi atoa agizo, eh, Dkt. Mwigulu atoa agizo eh, kufanyika tathmini miradi inayolipwa fedha za awali. Lakini Rais Samia aendelea kuwapigania eh, wakulima. Rais Samia aendelea kuwapigania wakulima eh, ni msaada dola milioni tisa nukta tatu nane lakini habari kubwa ni diplomasia ya Samia ya waduaza Sweden. Diplomasia Samia Sweden, ya Samia adwa za Sweden balozi awaacha mdomo wazi awaeleza wasioyajua Tanzania, lakini awatolea mfano wa Sweden, wako milioni kumi tu, vyuo viko 18, lakini asema watanzania wanakwenda milioni sabini, vyuo vikuu eh, thelathini na sita eh, na bado hiyo inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini ajali ya gari yaua watu watano wakiwemo maaskari wawili imehusisha Kenta e, Toyota kosana pikipiki, yuna badhi, pia inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo kurasa wa mbele. Lakini balozi kusuluka atoa maagizo kwa maofisa habari wa serikali. Balozi e, kusuluka, kusuluka atoa maagizo kwa maofisa habari wa serikali, yuna badhi inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Pate nakale yako kwa habari e, kwa kina lakini tukiachana gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele tuangazie kwenye gazeti lako gazeti la habari leo lenye asubuhi leo linaandika balozi, uchumi Tanzania unakuwa, njooni muwekeze. Huyu ni balozi asema uchumi Tanzania unakuwa, njooni muwekeze. Lakini ajali ya ua watano e, wa maaskari wasindikizaji fedha hiyo, na bado endelea kurasa saba. Lakini Tanzania Marekani kwa kujadili e, mwafaka wa visa Tanzania na Marekani kujadili mwafaka wa visa yenye barua ukurasa wa pili. Lakini ukurasa tatu kuna habari inasema kusiluka giza e, maofisa habari wazuie upotoshaji. Hilo ni gazeti lak la habari leo. Lakini habari kubwa ni Mwigulu ataka haki ajira elfu kumi na mbili. Huyo Mwigulu asema ataka haki ya ajira elfu kumi na mbili, aonye upendeleo, atoa agizo bima ya afya kwa wote, lakini anusa hujuma fedha za miradi, ahimiza kulinda amani lakini Dr Mwinyi e, tutaboresha elimu kukuza uzalendo. Lakini Kidunda kuhifadhi maji ya mita miaka miwili Dar es Salaam na pwani e, Kidunda kuhifadhi maji ya miaka miwili e, Dar es Salaam na pwani. Kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele inaandika NMB ya jana maboresho huduma kwa mkandarasi wa Zanzibar. Lakini wazamiaji waiponza Tanzania visa za USA, wazamiaji waiponza Tanzania visa za USA. Lakini TRA yakamata shehena mafuta kupikia Dar, TRA ya kamata shehena mafuta kupikia Dar es Salaam. Lakini kuna habari inaosema, o uwa wakuu wa sekondari waonywa kugeuka kikwazo cha utendaji Yoni, habari inapatikana kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Majira, tuangazee kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lenye linaandika viongozi waliopishwa wahidi utumishi uliotukuka Mwinyi, tunathamini mchango wa taasisi za elimu ya juu. Lakini aliyevamia hifadhi ya ya barabara kuchukuliwa hatua na nidhamu, tatizo kubwa E, katika utumishi wa umma inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini tutaendelea kushirikiana na TRA kuimarisha mapato, huyo ni Dr. Mwinyi asema, tutaendelea kushirikiana na TRA kuimarisha mapato, hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika tarehe ya kamata madumu elfu kumi na nane ya mafuta ya kupikia lakini, tarudi na TARURA hawatakiwa kujikagua. Lakini serikali yafafanua zuio la watanzania kuingia Marekani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Pate nakali yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru kuna habari inasema mambo safi, bima ya afya kwa wote e, Kibano wa kaunti za wakandarasi nchini, kusiluka taka kasi ya utoaji taarifa eh, sarifa za serikalini yuna bani. Inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru, kurasa wa mbele eh, pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakitu kichana gazeti lako la Uhuru, kurasa wa mbele eh, twende angazia sasa kwenye gazeti lako gazeti lako la wamachinga sauti wanyonge linaandika DG ya eh, urataka weledi uadilifu kwa watumishi lakini NMB yaje na maboresho huduma kwa mama makandarasi wa Zanzibar. Lakini TRA e ya kuta madudu ni wapi lakini habari inasema TRA e ya kuta madudu wazamiaji wa iponza Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula wa machinga kwenye kurasa wa mbele partner yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti la kula mna habari gazeti bora kabisa linaandika Marekani ya bana utaratibu wa visa kwa Tanzania. Lakini Dr. Mwigulu atoa maagizo kwa watendaji Tandoni na TARURA. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwana habari, gazeti bora kabisa gazeti lako e, la e, gazeti gazeti kwenye kurasa za mchezo linaanza na habari kubwa inayosema msigo wa serikali kuwa bega kwa bega na Stars Afcon e, lakini Samata msufa watu wa kambini Stars. Kaseja atamba kagera shuka kurudi ligi kuu. Lakini Simba, Morris Abraham ni mali yetu au ni Simba wasema Morris Abraham ni mali yetu. Lakini andika msigo goli la mama alipo Afcon. Lakini sebo kutua Singida black stars. Lakini Geita yaongoza ligi championship. Lakini Stars yashinda tena eh, kutua Moroko kesho. E, stazi ya shinda tena kutua Moroko kesho, hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga. Ukurasa wa mbili, ipata nakala yako habari kwa kina. Na gazeti lako la Machinga kuna habari inasema kocha Yanga anawataka hawa dirisha dogo. E, kocha Yanga anawataka hawa dirisha dogo. Lakini bado kuna gazeti lako la habari leo linaandika stazi mkuu sawa afkon Samata matumaini kibao rt wa kuchunguza upotevu wa milioni mia moja thelathini na tano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele pate nakale yako habari kwa, kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania leo kuna michezo linaandika kambi ya Stars yazidi kunoga, lakini Yanga mpanzo tusubiri. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa wa mbele pate nakale yako kwa habari kwa kina lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo naandika faini za pukutisha mamilioni ya klabu, lakini Gigimane awashukuru mashabiki zake, na waacheni wasanii wapigwe show popote. Huyu ni Mwigulu asema waacheni wasanii wapige show popote, hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa michezo. Huku taifa Tanzania naandika PM Mwigulu aingilia kati sakata la wasanii kutengwa. Huyu ni waziri mkuu eh, Mwigulu Nchemba aingilia kati sakata la wasanii kutengwa lakini nyota sita wa Tanzania Afkoni elfu mbili na ishirini na tano Morocco. Nyota sita wa kutazama Afkoni elfu mbili na ishirini na sita Morocco, inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele, pata na kale yako kwa habari. Lakini tukiachana na gazeti lako la Zanzibar leo tuangazie kwenye gazeti la Mwanaspoti lenye habari kubwa na inaanza habari inayosema Sako Striker, habari inaanza kwenye gazeti lako la Mwanaspoti linaandika Sako Striker wanne, wapo mezani Yanga e, inapatikana wapo mezani Yanga kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kinamu lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe linaandika e, mabao mia moja na mbili kuyafungwa ligi kuu e, mabao mia moja na mbili yafungwa ligi kuu. Yapo mabao matatu yaliyotolewa kikanuni na Bodi ya Ligi Kuu kutokana, lakini goli la mama kuendelea afukoni, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako na Nipashe kwenye kurasa za michezo kwa habari kwa kina na usomaji wa magazeti kwenye kurasa za michezo, ndo anatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo